Ah, habari. Kwa majina, naitwa Diana Godwin, natokea kampuni ya Chabri Energy. Tunahusika na masuala ya nishati safi, tunatengeneza kuni. Kuni ambazo tunatengeneza ni kuni mbadala, ambazo hizi ni kuni ambazo zinatokana na takataka. Tunatumia taka yoyote ambayo ni kavu, kama nyasi, marandaranda, makapi ya mpunga, ndio tunayotumia kutengenezea hizi kuni. Aa, lakini pia Chabri Energy tunatengeneza majiko sanifu kama mnavyoweza kuyaona, tunatengeneza majiko sanifu ambayo yanamsaidia mwananchi kutumia nishati kidogo, ili aweze kuondokana na kutoka kwenye nishati isiyo safi, anahamia katika nishati safi, katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais na ajenda ya taifa ya nishati safi. Chabri Energy tumekuwa ni wadau ambao tunahamasisha jamii kutumia nishati safi. Kwa mfano, mezani tunaona hizi kuni, hizi kuni ni kuni ambazo ni rafiki kwa mtumiaji. Mtumiaji akitumia hizi kuni zetu, ambazo tunaziita kuni smart, ataweza kupata madhara kiafya kwa kuwa kuni zetu hazitoi moshi ambao utaenda kusababisha matatizo ya kiafya kwa mtumiaji. Lakini kitu kingine, faida nyingine ya kutumia kuni smart, tunalinda mazingira kutokana na uharibifu mkubwa ambao umefanyika, kukata miti kwa ajili ya kutumia kama mikaa. Kumekuwa kuna mabadiliko ya tabia nchi, kama Chabri Energy tukaona suluhisho la kuja na nishati mbadala ambayo haitumii ukataji wa miti tunatumia takataka taka, itaweza kusaidia mazingira yakawa salama, lakini pia wakina mama au watumiaji wa nishati wakatumia nishati safi, ili wakaweza kufurahia mapishi bila kuwa na matatizo yoyote ya kiafya. Karibuni Chabri Energy, tupo Kisesa Igudija, tunahusika na masuala ya utengenezaji wa kuni smart pamoja na uuzaji wa majiko sanifu karibuni sana. Aa, katika haya maonyesho nimefurahi, tumeweza kukutana na watu mbalimbali, kuna wengine wametoka Kenya wengine wametoka Uganda. Kwa hiyo unabadilishana experience na watu lakini pia unaona ubunifu mwingine ambao unafanyika. Kwa hiyo ukitoka hapa, unaporudi labda kiwandani ndani, unaweza kufikiria ni jinsi gani unaweza kuwa mbunifu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya taka na kufanya uh, uchumi wetu uwe wa kijani na kuleta mabadiliko katika taifa letu. Uh, ningependa kuwashukuru TCCIA kwa kuweza kufanya haya maonyesho. Yamekuwa ni maonyesho yenye tija, pale mnapokutana wabunifu au wajasiriamali sehemu moja, mnabadilishana mawazo na unaona jinsi gani mnaweza mkafanya vitu kwa ukubwa na mafanikio ya kaja. Asanteni.